Familia zetu za kina kafungwa mko mkosamali wenyewe mnazijua. Ukifika mwisho wa mwezi ukapata mshahara wako, lazima uwafikirie ndugu zako mikoani huko vijijini. Sasa mimi kwa upande wangu, bwana, leo nikupeni ushuhuda. Kichwa kilikuwa kinauma nikitaka kumtumia pesa shangazi, mjomba, marafiki zangu, watu wale ambao ninawapenda, yaani makato yanakuwa mengi sana. Lakini Selcom Pesa huduma iliyokuja inaitwa tano kwa Jero. Unajua nini Tano kwa Jero? Yaani, unataka kutuma miamala yako kwa watu watano unakatwa shilingi mia tano tu, na haijalishi shingapi. Yaani, nataka nimtumie ndugu yangu elfu hamsini, unakatwa mia tano. Lakini mia tano ile ile, nataka kumtumia ndugu yako laki tano, inakatwa mia tano ile ile, mia tano ile ile, nataka kumtumia ndugu yako milioni inakatwa mia tano. Ile ile sio kwamba kila mwamala nakatwa mia tano mia tano a mia tano moja inakata ni amala yote mitano hiyo, ndio ofa ya Selcom Pesa. Chengine, kupitia hiyo hiyo Selcom Pesa, huduma zake ni za haraka sana, huna haja kupoteza muda. Wewe ukitaka kulipia umeme au ukitaka kulipia maji, ukitaka kumtumia mtu pesa, kulipia kitu sehemu ambazo ya kununua, haijalishi iwe supermarket, kwa sababu mtandao wote wao unatuma, yani oh, kutoka Selcom Pesa kwenda katika mtandao wote, makato yake ni mazuri kabisa. Kwa hiyo nikwambie tu ndugu yangu, nakupa ushuhuda wangu leo, Selcom Pesa ni huduma nzuri, bora na ya haraka. Furahia ofa ya tano kwa Jero kutoka Selcom Pesa, bando la miamala linalokuwezesha kutuma pesa kwenda mitandao ya simu au benki zote, kufanya malipo ya lipa namba yoyote kwa gharama ya shilingi mia tano tu kwa miamala mitano, kiwango chochote. Selcom Pesa, makato madogo kuliko